Si tukiwa kama wa Tanzania tujue kuwa na mambo kama haya alafu, vijana wengi wameingia tu kwenye mkumbo wa kuiga vitu ambavyo hawavijui. Kwa hiyo si tumeathirika kibiashara, maana si tufanye biashara ndo tupate matumizi ya kujikimu na familia. Asa kile kipindi ambacho ndo imetokea tatizo tuko majumbani hamna kipato kinachoingia, na hatukujiandaa na hili, na hivi athari zilizojitokeza. Kwa hiyo tulio wengi tuliathirika. Kingine ni kuhusu mzunguko wetu wa maisha utoke ndo upate riziki. Hasa siku tatu labda uko nyumbani, hatujui kinachoendelea. Kutoka barabarani tulikuwa tunaogopa. Kwa wengi tumeathirika, kwa hivyo watoto shuleni walikuwa majumbani, hawana chakula, sisi wenyewe tulikuwa tuna pesa za kujitosheleza, za kujikimu kwa hicho kipindi. Na biashara sisi tunachukua mali kauli, unauza, unamlipa mwenye mali una faida unaobaki ndo ya kwako. Mi natoa tu atu, wito kwa vijana waache tabia za kuiga, tufanye kazi. Nchi yetu ina amani, unatembea muda wowote unaotaka kutembea, lakini siku ngapi hizi tulikuwa tunakaa ndani kama wafungwa, unatoka nje kwa masaa saa kumi na mbili uko ndani kwayo, mikuwa na washauri tuilinde amani yetu ya Tanzania.